Thati madini ni maisha na utajiri. Vijana wa Chama cha Mapinduzi CCM wilayani Nyang'hwale mkoa ni Geita wametakiwa kuacha mabishano ya kisiasa kupitia mitandao ya kijamii na badala yake wajielekeze katika kuonesha utekelezaji wa ya miradi ya maendeleo inayofanywa na chama hicho. Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa CCM wilaya Nyang'hwale, Alhaji Adam Mtore, alipokuwa akizungumza na MOHAB TV kufuatia ujio wa mwenyekiti wa UVCCM Taifa, Ally Mohamed Kawaida. Tukibebe chama tuwalinde viongozi wetu, lakini pia twende tukajibu hoja pale ambapo unasikia kwamba kiongozi wako anasema vibaya, wewe waonyeshe maendeleo. Pale ambapo utasikia kwamba tumetukanwa, wewe wajibu kwa maendeleo. Onyesha maendeleo, onyesha barabara, onyesha eh, umeme, onyesha maji, onyesha zahanati, onyesha shule. Hakuna haja ya kubishana. Aidha, Mwenyekiti huyo amesema chama hicho kinaendelea kulea vijana kimaadili na kiuongozi, na ameahidi kuwa atawapa kipaumbele wale watakaojitokeza kugombea nafasi hizo. Ah, chama chetu kina, kina mfumo kila baada ya muda fulani, muda unapoisha inatokea nafasi na, na fursa ambayo haichagui sasa kwamba watu wa aina gani waombe, ili mradi uwe na vigezo uwe na vigezo umri na uwe Mtanzania Tanzania halisi eh, unaruhusiwa kujaza fomu koumba, na kuomba nafasi unayoitaka. Vijana hawa, mna uwezo huo, na sisi kipaumbele tutawapa vijana. Mimi kama mwenyekiti wa wilaya, mwenyekiti wa kamati ya usalama na madili, na nayongoza kamati ya siasa, nikikutana na jina la kijana lazima lipewe kipaumbele. Hiyo sababu, hata yule mzee ambaye anaitwa mzoefu alianza akiwa kijana. Huwezi ukawa mzoefu wakati ni kijana, ni lazima utaanza kwenye ujana afu baadaye ukawa mzoefu na hiyo kitu mimi huu inanikera sana kwamba kila nafasi ya kazi inasema kwamba ni lazima uwe na uzoefu sasa, utakuwaje na uzoefu wakati hujaanza? Na ndiyo maana tunataka tuanze na hawa vijana sasa. Vijana bado mna nafasi kubwa, vijana wa Nyang'hwale, mimi nawashukuru sana kwa kweli, nawapongeza sana, ni wazalendo kwa upande mwingine, amewataka vijana kuchangamkia fursa za ajira zinazopatikana katika sekta mbalimbali kama vile madini na kilimo, huku akisisitiza kuwa sekta hizo zina uwezo mkubwa wa kuwawezesha vijana kujikwamua kiuchumi. Kinachotakiwa wewe wasikilize, waliokutangulia nini wanakuelekeza, fuata humo humo. Mama akatoa fursa nyingi sana, maeneo mengi ya uchimbaji wa madini, uchimbaji wadogo wadogo, bado kuna nafasi, lakini pia hata kwenye sekta ya kilimo sekta ya kilimo inaajiri mtu mmoja mmoja, hata sekta ya madini. Kwenye kilimo mkibezi, mkaungana vikundi, eh? vikundi mkianzia vikundi vya watu watano mnapata asilimia kumi kwenye halmashauri kutokana na mapato ya ndani eh? hiyo inaweza ikawatoa kimaisha mkiwa na mradi wenu, msiende kuzitumia vibaya tu, kopeni fedha, nenda kafanye kazi ambayo italeta matunda. Mnaweza mkaanzisha kilimo cha mboga mboga, mnaweza mkaanzisha kikundi cha kuchakata mazao mnaweza mkaanzisha kikundi cha, cha kulima ni yani mambo mengi yanaweza kawatoa vijana. Tuwasihi fursa kwenye serikali bado zipo ni nyingi, sio kukimbilia ajira tu. Serikali hawezi kwa, kwa ajili watu wote hao. Fanyeni kazi kwa bidii. Serikali yenu ni sikivu kupitia Dkt. Samia Suluhu Hassan. Mikopo ambayo ni asilimia kumi kwa vijana imetengwa asilimia nne vijana, nne kina mama, na mbili watu wenye mahitaji Naye mwenyekiti wa Umoja wa Wanawake wilaya ya Nyang'hwale, Asha Saidi, amesema kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dkt. Samia Suluhu Hassan amewapa wanawake motisha kubwa ya kujiamini na kujitokeza kugombea nafasi za uongozi. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan awamu ijayo katika kupanga nafasi zake, tunaomba sisi wanawake atuongezee nafasi nyingi za uteuzi wa kugombea au kuteuliwa, sisi wanawake tuwe wengi kwenye njia katika nafasi zile, kwani wanawake wengi wana uwezo wa kuongoza, lakini nafasi tunazozipata michache. Kwa haya machache, napenda kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa nafasi nyingine tena kwa kuweza kutuletea hii lami unayoiona hapa, hii lami iliyoko hapa pamoja na taa za barabarani. Hii yote ni juhudi ya Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa upande wake, Mwenyekiti wa Jumuiya ya Vijana Taifa, Ally Mohamed Kawaida, amezitaka jumuiya za chama hicho kuwachagua viongozi waadilifu na si vinginevyo. Niombe sana vijana mbali ya kuchagua niwaombeni mjitokeze kwa wingi katika kuhakikisha na nyinyi mnakwenda kuomba ridhaa ya kuchaguliwa na wanachama wa chama cha ma. Sisi viongozi wenu wakuu tayari tumejidhatiti kuwatetea wale vijana wenye uwezo na kama uwezo tunajua tayari tumeshakujengeni. Sisi viongozi wetu wa vijana tumejipanga kuhakikisha tunakwenda kuwasaidia na kuwatetea wale vijana wenye nidhamu. Sisi viongozi wetu wa vijana tumejipanga na kujidhatiti kwenda kuwasaidia wale vijana wenye ari na morali ya kuwaletea maendeleo na kukisaidia chama chetu.